Kata ya Nditi yenye, yani, jumla ya vijiji vitano inazungukwa na wakazi wapatao 5,777 kwa mgawanyo wa wanawake 2,871 na wanaume 2,906, huku kijiji cha Nditi pekee kikiwa na jumla ya wakazi 2,763. Shughuli kubwa kwa wakazi wa kijiji hiki ni kilimo, huku wakizalisha zaidi mazao ya mahindi, mbaazi, ufuta na korosho, ambayo wametamba nayo kwa kipindi kirefu yakiwasaidia kuendesha maisha yao kabla ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja kuanza kupitia nyakati ngumu za kuvamiwa na tembo, wanaodaiwa kuharibu mazao yao. Baada ya kukithiri kwa kadhia hiyo, serikali kupitia Wizara ya Mali Asili na Utalii ikaelekeza nguvu ya kudhibiti wanyama hao, ambapo imewezesha ujenzi wa vituo viwili vya kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu katika kijiji cha Nditi na Kilimarondo vilivyopo chini ya TAWA, na hapa wananchi wanaeleza faida wanazozipata. Tuwaache watupambanishie mwakani, tulime vyakula tusinunue tena madukani mwaka huu. imani imekuja, lakini mwakani tukitulia, tukishikamana nao, tukishirikiana nao naamini tutafika mahala pazuri. toka na elfu mbili na ishirini mpaka hii ishirini na tano kidogo wingi wa, wa wale ndovu au tembo wale umepungua kiasi kikubwa, kutokana na mwingiliano baina ya binadamu na tembo. katika kipindi cha mwaka elfu mbili na ishirini na moja, ishirini na mbili, wapo baadhi ya wananchi waliopoteza maisha na wengine kujeruhiwa, lakini serikali imelipa kifuta machozi kwa familia na wananchi hao, kama anavyothibitisha ofisa maliasili wa Nachingwea, Alington Nzunda. kwa hiyo kuanzia mwezi Oktoba mpaka sasa ninapozungumza siku ya leo, ni kwamba wananchi, hakuna mwananchi anayedai serikali aliyejeruhiwa wala kuuawa na tembo. Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, TAWA, chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii wametia timu kijijini hapa kutoa elimu kwa wananchi namna ya kujikinga na kukabiliana na tembo. Na hapa ofisa habari wa TAWA Beatus Maganja anawasilisha sehemu ya elimu hiyo. Kwa hiyo naomba kwanza tutambue jitihada hizi zinazofanywa na serikali. Serikali haiwezi kuwaacha wananchi wapate changamoto wakati ipo, haiwezekani kabisa, na ndiyo maana inafanya kila jitihada kuhakikisha nyinyi mnaendelea kuwa salama. Askari wameongezeka vile vile, tunatoa elimu kwa wananchi katika haya maeneo yote yenye changamoto za wanyamapori wakali na waharibifu. Tunatoa elimu ya kujikinga na tembo, tunatoa elimu ya namna wananchi wanaweza kujiepusha kuji na wanyamapori wakali na waharibifu. Mkuu wa wilaya Nachingwea Muhamedi Moyo akapongeza serikali kuboresha kiwango cha fedha kwa ajili ya kifuta machozi na kifuta jasho kwa wananchi wanaoathiriwa na wanyama wakali na waharibifu hususan tembo. Kwa wale ambao bahati mbaya Mwenyezi Mungu uhai wao umechukuliwa wameweza kulipwa kwa mtu mmoja milioni mbili, wale wamejeruhiwa, wengine imefika milioni moja. Kwa hiyo ni faraja, ni kuona kwamba wananchi watambua kwamba serikali yao Haiwabezi. Na, basi, hivyo ndivyo mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA wanavyotekeleza majukumu yao katika kijiji hiki cha Nditi kata ya Nditi halmashauri ya wilaya ya Nachingwea hapa mkoani Lindi katika kuhakikisha kwamba tembo wanakuwa salama, lakini na wananchi wa makazi haya pia wanabaki salama. Nimeitwa Juma Muhammad, na hii ni Clouds.